Somu ya mja kwanza, somu ya mja imeweza kutundikwa baina ya mbingu na ardhi, haiwezi na haipandishwi kwenda kwa Allah. Maana yake makusudio tunafunga funga iende kwa Allah tabaraka wa taala, lakini somu ya mfungaji imekuwa ni yenye kutundikwa katika baina ya mbingu na ardhi, hainyanyuki na haiendelei, na haielekei kwa Allah. Tunaelezea kuhusiana na zakatul fitr, pamependekezwa kutolewa zakatul fitri. Maana yake inatakiwa watolee zakatul fitri wale ambao wako chini ya himaya yako. Amesema Abu Kulaba anaelezea kwamba kanat tujibuhum sadaqat alfitr ani saghir wal kabir hatta alhamlu fi batni ummihi. Anasema ili tupendezesha sisi kutoa zakatu alfitr, sababu wenzetu wako mabahili. Kama sisi leo, sisi leo ni mabahili, hata mtu ana uwezo wa kutoa zakatu alfitr. Wengi wetu wanataka wajimbilikizie mavyakula ale siku yaidi mpaka hata mwezi mzima, kitu ambacho haitakiwi. Wewe ambaye unayepewa zakatu alfitr Unakabidhiwa zakatul fitr, pia kadhalika na wewe unatakiwa utoe zakatul fitr. Umepewa zakatul fitr, unastahiki kupewa zakatul fitr. Maana yake zakatul fitr wanapewa watu maalum, sio kila mmoja anapewa tu zakatul fitr, mtu ambaye uwezo wanao akapewa zakatul fitr. Kama ambavyo tunavyoona hata ndani ya mwezi wa Ramadhani huu eh, watu wanalishwa, mtu anaalika watu wanakuja kufuturu kwake, wanakuja watu wenye uwezo wao wa kufuturu yani, wenye uwezo uwezo wao wao ndo anafutulishwa, mtu anakuambia mimi nafutulisha anaalika watu wanaenda kwenye maholi huko, kwenye maukumbi makubwa makubwa, na unaenda kuingia kwa kari maalum. Hawa wanaofutulishwa ni watu ambao wana uwezo. Unachoenda kumfutulisha huyu, kwenye mafriji huko ndani ameweka mavitu mengine yanaoza, mpaka wanaenda kutupa, wakati wale ambao maskini hawajui hawajaweza kula hata nyama pengine mwezi mzima. Anayestahiki hasa zaidi wapo tu, wawaalikwi. Watu wanaenda ku iftari kufutulishwa sehemu ambazo mtu wa kawaida mimi na wewe hatuwezi kuingia, wanafuturu watu wenye uwezo wao. Hatusemi kwamba haifai, lakini ndugu yangu, makusudio makubwa ya kulisha mengi ametajwa ku, unapomlisha basi umlishe yule ambaye yuko hana uwezo, ndio inakuwa bora zaidi. sababu zako utapata, hatusemi kwamba upati thawabu na malipo, lakini kuna hawa ambao pengine mwenzangu na mimi pangu pakavu, tia mchuzi. Na yeye anahitaji afurahi kama wanavyofurahi wengine kwa nini usimchukue na huyu kama? Basi unafutulisha au unalisha watu ambao wana uwezo mkubwa, basi andaa pia hata daftari ya kuwafutulisha hawa wa kawaida, itapendeza zaidi ukifanya hivyo. Kwa hivyo katika zakatul fitr pia vile vile hakuna zakatul fitr ya kumpa mtu ambaye uwezo anao, yani ukaenda uka, ukampa tajiri au mtu ambaye ana uwezo, uhakika wa kula yeye anao, ukaenda kumpa zakatul fitr. Zakatul fitr makusudio yake ni kuwapa maskini na mafakiri na huyu wenyewe masikini nafakiri pia kadhalika, inapasa na yeye anatakiwa atoe zakatulfitiri. Anasema huyu mwana wa chuoni kwamba ilitupendezesha sisi, lakini alikuwa pia akitolewa zakatulfitiri hata alhamlu fi batni ummihi, hata mimba kitoto ambacho kiko ndani ya tumbo la mama yake, pia kadhalika kilikuwa kinatolewa zakatulfitiri. Ni hadithi ambayo ameipokea Abdurazaq kwa kwa isnadi iliyokuwa sahihi kabisa, ndugu Islamu. lima lima, ni nani ambaye inapasa hasa kupewa zakatu hiyo, zakatu lfitir? as sahih anna zakata alfitr la tu tu la tuta illa lil fuqara wal masakin, zakatu lfitri haipewi isipokuwa ni kwa mafakiri na maskini, ndio wanaopewa zakatu lfitir. wa hum man la yamlikuna kifayatahum fi yaumi lidi, ni wale ambao hawamiliki hawana kitu cha kuwatosheleza chakula cha kuwatosheleza wao katika siku ile ya Idi, wanapewa na wana wao wafurahi. Ndio maana yake, kwa hadithi ambayo amepokea na amesimulia Ibn Abbas katika hadithi iliyopita anasema tu'matu lilmasakin, lengo kubwa ni kuwalisha maskini. Pia kiasi cha kutoa zakatul fitr kwa kauli ya wanavyuoni ni pishi moja kwa chakula ambacho kinatoliwa katika pishi moja bi maana kama nilivyoelezea kilo mbili na nusu wanavyuoni wamekubaliana hivyo. Ule kiwango chake ni kilo mbili na nusu. Lakini pia, hata pesa inafaa, kutoa pesa kwa maana ya kwamba eh, ukapiga mahesabu ya mchele kilo mbili na nusu. Kilo moja ni shilingi ngapi? Kilo mbili na nusu ni kiasi gani? Basi kiwango cha pesa ukatoa. Pia ni bora zaidi. Kwa sababu ukimpa pesa ataenda atanunua mchele au pengine mchele anao nyumbani ile pesa inaenda kumsaidia kununua na yeye kilo moja ya, ya nyama au nusu ya nyama au nyama na, anakuwa anapata mboga kwa no. Hiyo pesa pia ni bora zaidi. Muda gani ambao ni sahihi kutolewa zakatul fitr? Maana yake kuna muda ambao ni sahihi na kuna muda ambao sio sahihi kutolewa zakatul fitr. Ndugu zangu, zakatul fitr hutolewa kabla ya salatu salatul Idi, kabla ya salatul Idi kwa siku moja au mbili kabla, kwa maana kama idi ni tarehe 30 mathalan

Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, funga ya mja imetundikwa baina ya mbingu na ardhi, na haielekei kwa Allah mpaka itekelezewe zakatul fitri. Idha udia zakatul fitri, itakapotekelezewa na kutolewa zakatul fitri na huyo mwenyewe mfungaji, jaala llahu fi kindil min qanadiri larshi hata yati sahibe. Inapotolewa zakatul fitri, ndio inatoka pale, inaelekea kwa Allah moja kwa moja, funga ile. Na ikifika Allah subhanahu wataala anaijalia inakuwa taa katika arshi yake, ikiwa inamsubiri mwenyewe mfungaji mpaka siku hiyo anafariki na anaingia na kuelekea akhera. Zakatu fitr, ndugu zangu, hubadilika inapokuwa imetoka katika muda ambao sio sahihi. Yani inapotoka, maana yake mwisho wa zakatu fitr ni baada ya swala ya idi. Swala ya idi inapokwisha tu, basi zakatu fitr hapo nayo ndio imekwisha muda wake, imeexpire. Yale makusudio yake yamekwisha. Ukitoa tena utakuwa umetoa kama sadaka nyingine, lakini si kama zakatu fitr tena. Baada tu ya swala ya idi kukamilika na kuisha. Ikhwani fillah narju fawaid wa manafi min hadhihi alibada, tunatarajia mafanikio na faida kubwa kupitia ibada hii ya zakatul fitr, na kila mmoja ajitahidi. Kama ni mtoto una uwezo, wazazi unawahimize kutoa zakatul fitr, mwambie baba, zakatul fitr toa. Funga zetu zitakuwa zinaning'inizwa na hazifiki kwa Allah mpaka zitekelezewe zakatul fitr. Kwa hiyo, ni wajibu kila mmoja kuweza kutoa zakatul fitr. Idhan, hivyo kama ndivyo ilivyo sasa, kwamba tunapata mafanikio makubwa na faida kupitia hii zakatul fitr, inapasa sasa iweze kutekelezwa zakatul fitr katika muda ambao maalum na unaotakikana. Imekuja katika mishkatil anwar, kitabu hicho anasema, ana man aatwa yutiha sabuna alfa kasri, kwamba mtu yoyote yule ambaye ameweza kutoa zakatul fitr, maana yake kuacha tu yale malipo ya kuweza kunyanyuliwa kwa saumu zetu malipo. Maana yake kuna malipo ni mengi sana, miongoni mwa malipo yake na faida zake zakatul fitri, anasema yoyote yule ambaye mwenye kutoa zakatul fitri akaweza kumlisha maskini, maana yake ndio hivyo kama tulivyoelezea, naye afurahi katika Idi, anapofurahi yule, inahesabika kila punje moja katika hiyo chakula, basi malipo yake, anasema mtu huyo hupewa kasri. Na Allah subhanahu wataala huyo ambaye ameweza kuitekeleza na kuitoa zakatul fitr akasema: tulu kullu kasrin ma baina lmashriqi walmaghrib, na urefu wa kila kasri moja. Kasri ni jengo maalumu la kifalme ambalo utakalopewa na kuzawaliwa wewe ambaye umeweza kuitoa zakatul fitr, ukubwa wake ni kama ukubwa wa kutoka mashariki na magharibi. Ndugu Waislamu, tambihi ni kuwa kiwango, ili niweze kuimaliza hii hutuba, kiwango cha kutoa zakatul fitr kiwango cha pishi moja kama tulivyoelezea kwamba pamoja na ikhtilafu za wana wa vioni, lakini usahihi na kauli yenye nguvu ni kilo mbili na nusu za mchele, na kiwango cha pesa taslim pale ambapo utaweza kutoa pesa, maana yake inategemea na hiyo mchele ambao unaweza kununua. Ipo michele mizuri kuanzia 2500 mpaka 3000. Usije ukanunua mchele wa buku 2 na 200 unakuwa ni mchele wa kawaida au mchele mzuri. Kwa hiyo unapiga mahesabu, pesa taslim, mchele wa elfu tatu kilo mbili na nusu itakuwa ni shilingi shilingi ngapi? Unanunua huo kilo mbili na nusu itakuwa ni kiasi cha shilingi ngapi? Kwa hiyo pesa taslim ita, utaweza kutoa pesa kulingana na kiwango cha eh, gharama ya hiyo kilo. Lakini wakati sahihi wa kuweza kutoa zakatul fitr tumesema kabla kabla ya Idi, yani kabla ya swalatu lidi, kabla ya swala ya Idi, siku moja kabla au siku mbili kabla, kama tulivyoelezea, yani kabla ya siku mbili mbele ukaweza kutekeleza kutoa kabisa zakatul fitri, inafana inajuzu, na aina mushkeli. Lakini anaepasa kupewa zakatul fitri ni nani? Tumesema ni maskini na fakiri, au kuwapelekea na wao kafurahi. Kwa hiyo anaepaswa kupewa zakatul fitri ni maskini na fakiri, lakini anaetakiwa kutoa zakatul fitri ni Muislamu, awe mwanaume awe mwanamke mtoto mkubwa awe huru awe mtumwa inatakiwa atekeleze na atoe zakatul fitr. Na wewe unapewa zakatul fitr, kama ile zakatul fitri uliyoipokea imeweza kukutosheleza na itaweza kukutosheleza siku ya Idi mchana wake na usiku wake, basi kinachozidi na wewe unatakiwa utoe, sio unajiwekea kwamba unavuna tu. Lakini hekma ya zakatul fitr, hekma yake kwanza kumtakasa yule ambaye amefunga, kumtakasa aliyefunga kutokana na maneno ya ki, ya chafu maneno ya kipuuzi aliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani akiwa amefunga, lakini na kualisha maskini. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutujalia, minalladhina yastami'una yastami'una alqaula fayatabi'una ahsana.